Hii hapa hadithi ya siri ya majuto. Kulikuwa na msichana aitwaye Salma, mwenye miaka ishirini na mbili, changamfu na mwenye ndoto za kuja kuwa daktari. Alipokuwa chuoni, alikutana na kijana mwenye haiba ya kuvutia aitwaye Juma, mwenye miaka ishirini na nne. Uhusiano wao ulianza kama ndoto, walicheka pamoja, wakashirikiana mawazo na wakapendana kwa dhati, angalau Salma alivyodhani. Baada ya mwaka mmoja wa mahusiano, Salma aligundua kuwa alikuwa mjamzito. Hii ilikuwa habari nzito kwake lakini aliamini kuwa Juma angekuwa pamoja naye katika safari hiyo. Alimjulisha Juma kwa matumaini na hofu, lakini Juma hakuchukulia habari hizo vyema. Siwezi kulea mtoto sasa hivi, huu ni mzigo mkubwa kwangu, alijibu kwa ukali. Salma alishtuka. Alijaribu kumshawishi, lakini Juma alikuwa tayari ameamua. Alimwambia Salma kwamba uhusiano wao umefika mwisho na akamwacha. Salma aliumia sana, lakini aliamua kuwa shujaa kwa ajili ya mtoto wake. Kwa upande mwingine, Juma hakuwa na majuto yoyote. Alianza mahusiano mapya na msichana mwingine, Rehema. Na kila mtu alimwona kama kijana mwenye furaha. Hata hivyo, miezi sita baadaye, historia ile ile ilijirudia. Rehema naye alipata ujauzito na Juma, kama kawaida yake, alikana kuwa na jukumu lolote. Hili siyo jukumu langu, nataka maisha yangu yaendelee bila matatizo, alisema huku akimwacha Rehema pia. Wakati huo huo, maisha ya Salma yaliendelea kuwa bora licha ya changamoto. Alijifungua mtoto wa kike mwenye afya njema na kumpa jina Tumaini. Mtoto huyo alimpa nguvu ya kuendelea kupigania ndoto zake. Hatimaye alimaliza masomo yake na kuwa daktari, akijivunia juhudi zake na mapenzi yasiyo na masharti kwa binti yake. Miaka ilipita na Juma alijikuta peke yake, akiangalia nyuma na kugundua kuwa uamuzi wake wa kukimbia majukumu ulimwacha bila mtu wa kumtegemea. Wale wanawake aliowaacha walikuwa wamefanikiwa na kuendelea na maisha yao, lakini yeye alikuwa amepoteza nafasi ya kuwa sehemu ya kitu kizuri zaidi maishani: familia. Salma, kwa upande wake, aliendelea na maisha kwa furaha na mafanikio.